Sizikwi nayo. Kwa hiyo I don't know what happened, kunishughulikia mzula. Mm, ni katiliwasumu kwa chakula. Sizikwi nayo. Uko kwenye mahusiano na wanaume wanne? Yes. Dadangu, kuna miaka mingapi? Sizikwi nayo. Kuna mtu ananikujia na usiku kama nimelala, akiingia wanasia malaika inanisimama. Watu wanazungumza wazi wazi bila kuogopa, anatoka kidogo na anakuja na mwanamke sasa, wanalala tu hapo mbele yangu. Hebu ngoja. Fungua wazi nafsi yako, usizikwe nayo hapa Maisha Jioni. Hello. Yes, hello. Hello. Mambo vipi? Poa. Nzula na ukumu hapa ni ndani ya Radio Maisha tupo ndani ya Sizikwi nayo. Eh. Um, yes, umetuma ujumbe umesema kuna jambo eh? Eh, niko na jambo. Leo nitumia simu yako kuzungumza? Nimesema. Eh. E, sai ni one week. One week. Eh, one week nilitumwa pesa na wrong number. Okay, ulipokea pesa kutoka kwa mtu ambaye humfahamu? E, ilikuwa seven thousand ilikuwa ili e, ni seven thousand. Alafu akanibembeleza nimrudishie, nilikuwa na kiburi. Ulitumiwa seven thousand kimakosa? E, alafu ilikaa mwezi mmoja kaa, bado sijalipa rent, nikaona eh, nimrudishie napiaka, a, na a, tupeleke polepole pole, mami. <laughs> Ulipotumiwa e, pesa na huyu mtu, ni nani alikutumia, mwanamke mwanaume? alikuwa mwanamke mwanamke mwenzako eh? Ah. All right. Sasa wewe wakati ushatumia pesa ukapokea mwenyewe. Ah. Mwenye akakupigia ah, simu kwamba eh, akaniambia okay, umregeshe. Eh, akanitumia akaniambia nimregeshe. Okay. He, wakati alikuambia umregeshe ulifanyaje? Ulimjibu vipi? Ah, nilisema mimi sikumwambia tume. Ah, nilimjibu tu hivyo, sikukwambia utume. Shauri zako ulimwambia, siku sikukwambia utume, so siku utume, jipange. E, alafu tena kanipigia tena kasema usiporudisha pesa utaona. Nirudishie hiyo pesa. Alikutishia usiporegesha pesa utaona cha mtemakuni? E, alimtishia. Labda alikwambia unaweza ukanyonga kidogo alafu mrudishie balance, alikwambia chukua kiasi alafu rudisha zingine, ama alikwambia like. tu rudisha pesa yote? Sema tu nimrudishie hizo pesa zake zote. So wewe ukasema kipindi ukipokea pesa hizi ulikuwa hujalipa kodi ya nyumba? E, nilikuwa na daiwe, ilikuwa one month ka sijalipa, halafu nikaanza tuna months nyingine, sasa so umejua, ingekuwa pesa nyingi. So wewe ukaamua kutumia hizi pesa kulipa kodi yako ya nyumba, uh, right. Sasa kitu gani kimetokea ambacho kimekuleta mpaka ndani ya sizikwi nayo? Sahii tuseme nikikula tu chakula yote, tuseme gali nini, natoka hivyo hivyo, chai nikikunywa na nakuja Nakojua tu hivyo hivyo, chai ya maziwa. Unakojua chai? Unasema ugali ukiswaga ugali haisagiki hata tu ni umauma, tumbo pia inakuuma eh? Sasa, sasa unashuku kwamba yule mwanamke ambaye ulikataa kumregeshia pesa na zile um, threat aliku alikuambia ndio zimeanza kufanya kazi? Ha, alisema ati nimrudishie, nisipo mrudishie naona sana shuku yeah, tu ni eju hapo awali nilikuwa tu saa. Na ni chakula gani kingine, labda umekula kikatoka kikiwa kizima, tuseme gani, mboga, maembe hata ah. ah. ndizi inatoka ikiwa imetafunika, itafu, ime tafunika ama inatoka inatoka imetafunika lakini haijaswagika Uh, ukila ugali ambao yeah. ni mweupe unatoka ukiwa mweupe. This is serious. Na inata, ina, inachukua muda gani kabla kutoka? Labda kuseme hey. ukila, ukila ukila kama saa hii itachukua uh-huh. muda gani kabla ianze kutoka ikiwa ikiwa hivyo <mimu> hivyo? Ni kila tumbo inaanza tu kuniuma halafu nikienda kwa choo inatoka hivyo hivyo. Eh, yeah. na hii imekuwa ikifanyika kwa muda gani hmm. saa hii? Sai, uh, si alinitumia one week file 4 days. For four, four days, days, nikaanza nika tu kusikia hivyo hivyo, labda labda uko na nini, labda labda u, u, ujadi warm mm, umeenda labda hospitali, hospitali labda kuna indigestion huwa e, eh, eh, chakula kisagiki vizuri kisagiki, labda umeenda hospitalini labda kujua kama labda labda tumbo lako ndo lina shida maybe. Ah, ndio tu, na kitu tu, ndio ndio na mtaji mtisha ka simu mara nyingi na mm -hmm, now, the last time akikutishia alikuambia nini exactly? atikiarudisa tu iyo pesa pesa yeah. kunwa nao chakula hiyo mm. Tumbo yangu itaona hivo tu, ndiyo aliniambia. Ukitumia okay, pesa zangu za kunwa chakula tumbo lako litaona. Sasa unakula ugali unatoa ugali <clears throat> na umejaribu kunywa soda, labda labdai <g prefix> <mix> ni ngumu hiyo kuafford soda. <g Jacqueline> na chai umejuaje kwamba inatoka kama chai na kojnatokat hvo hivomkojo wako ukonatokatu hivoha maziwa ukinywa chai ya maziwa unakojoa chai ya maziwa na labda kuna mahali unawashwawashwa, ah. <laughs> Ah. Kuna mahali unawashwawashwa labdaii, ah, tumbo tunde nauma na nguruma na hio tu. Hebu nikuulize una miaka mingapi, jamani? Miaka 26. Uko na watu ambao wanakutegemea, watoto labda bwana? e, niko na watoto wawili. hata mzee wangu hata sijamwambia. Hujamwambia mzee wako kwamba una, unakojoa chai? Si sijamwambia shida yenye niko na yeye, anasema tu tuende osi, lakini mimi na yeye najua kenye nanisumba juu pia yeye sasa kin, mbona, mbona basi hujatafuta pesa za wenyewe uregeshe uwe na amani ili uwe na amani, ay, ya, uwe na amani wanze, wache kukojwa chai Eh. Hmm? Tu? Tufanyeje, tufanyaje sasa sisi tufanyaje? Hmm? Tumpigie simu huyu wa kukufanya ukojoe chai? Sisi, hey, tukikusaidia tukikwambia, Asa, utaanza kutoa mapera, na sisi tuanze kukojoa Iko hivi eh? Sisi pesa ulikula peke yako. Chenye utafanya ni na uko na bwana na ukalipa. Sasa ambia bwanako kwamba ulikula pesa za wenyewe, muchange muregeshe pesa za wenyewe. Kama tu mnisaidie. Ah, sisi hatuwezi saidia mtu amekula pesa za wengine wee. Ingekuwa ni pesa zako zimeliwa. Sikia mami, tuelewane. Ingekuwa ni pesa zako zimeliwa yeah, na mtu amekataa kukuregeshea, tungekuelewa lakini wewe mwenyewe umekula pesa za Masi, mtu mpaka mtu akakutishia na hukusikia ee. Sasa wewe wewe, ambia bwana wako chenye ulifanya, mtafute pesa za huyu mwanamke mregeshe, sindwe tunaelewana lao sivyo, utaendelea kukojoa maziwa wewe, utapupu ugali, dada yangu wewe, yeah. we. <laughs> na pilau. Cheza na pesa za watu wewe, utapupu mchele shori wewe, ambia marafiki tu <laughs> <ambia> kidogo <marafiki zako. laughs> si lakini pesa zake yeah. pesa zake, pesa zake kutumia hela. in fact, una bahati, haja kupeleka polisi, ungefungwa wewe, unge kuona kula maragwe. Sasa unapopu maragwe wewe, unafaa kushakiwa sasa hivi ukule maragwe wewe, no. Yeah. Wewe ambia bwana, by the way, very soon bwana wako ndiye ataanza kutoa hivyo vitu sasa. <laughs> Eh yeah, mwambie mwambie bwana wako <laughs> Mchange pesa mregeshe pe. Bwanako atakuwa hapo, mnataka kufanya ubomozi, anaona tu ndizi ama inapotea, regesheni a wenyewe. Si kucha alijuaje ni chai hei? Hei, alitest. Hei, si aliona ilikuwa na sukari alikuwa na punini <laughs> hapo anaangalia anaona nyeupe hapa hai? Uh. Regesha pesa za wenyewe. Wenyewehuyu, oh, mama unamshauri vipi? Because for us the the remedy is to just return the money. Absolutely. And you know when we the, uni wezi. Uni wezi? So, we So cannot support mm, such a thing. Yeah. Sasa hukumu nipatie 35 uh, let me tell you. Kisheria, wacha nikwambie kisheria tunge tunge kwa mahakamani, sasa <laughs> sasa hivi ningekwambia. Yes ni hatia, ni hatia. Mtu akikutumia pesa hmm. kimakosa then ukatae kuregesha ni hatia, unafunguliwa mashtaka. Kuna watu wamefungwa, kuna watu wamefungwa kwa kula pesa za watu za mpesa. Yes. Tunafungua laini yetu ya simu na mwambiaji udada 07